Yes. Uh, karibu tena katika uh, chaneli yetu pendwa Vitabu na Uchambuzi. Na ni siku nyingine nzuri ambayo tutakuwa na kitabu bora sana kama ambavyo tumekuwa tukichambua vitabu mbalimbali kuhusu mambo mbalimbali ya kijamii, ya kiuchumi, ya kiroho na nyanja zote tumekuwa tukigusia katika kuchambua vitabu vyetu. Na leo tunakuwa tuna kitabu e, chenye kichwa au e, chenye ujumbe jinsi ya kupona ma, e, jinsi ya kupona maumivu ya kihisia. Jinsi ya kupona maumivu ya kihisia. Na kitabu hiki kimeandikwa na mwandishi e, Joel Nanauka na kitabu hiki pia ni kati ya vitabu vyake bora sana ambavyo vimeendelea kuwa msaada mkubwa katika uponyaji wa maumivu ya kihisia e, moja ya jambo ambalo limekuwa na changamoto kubwa na kuleta maumivu na kuleta visasi na kuleta e, ukatili wakati mwingine, basi ni maumivu ya kihisia. Kama hisia zako zimeumizwa, basi kwa wakati mwingine unaweza ukajikuta unafanya hata vile ambavyo hu, huamini kama ni wewe ungeweza kufanya, kumbe ni hisia tu zimeumizwa. Lakini so, katika kitabu hiki tutapata kujua vyanzo vya ma, maumivu ya kihisia lakini tutakuja kuona tena namna ya kuponywa au kupona maumivu ya kihisia kwa sababu kama kidonda kikabaki ukaumeumia na kisipone basi kitaoza na kitaendelea kusababisha madhara makubwa hata kwa mwili wako wote mzima. Lakini kupitia eh, kitabu hiki cha Brother Joel na Nauka, basi ni kitabu ambacho kinaweza kuwa msaada kwa kuponya hisia zako, lakini kama hujawahi au hujaumizwa kihisia, basi kinaweza kikakusaidia hata wakati unapofika ambapo ungetaswa kuumizwa kihisia basi ukawa na namna nzuri ya kujidhibiti au kukusaidia kupona haraka. Na kitabu hiki unaweza ka ukakinunua katika platform zake mbalimbali, anazouza vitabu, na unaweza ukanunua kwa namna ya Soft copy, au nakara laini, lakini pia unaweza ukanunua kitabu kwa hard copy. Unaweza ukatembelea book store yao, Destiny Book Store, lakini vile vile ukamfuatilia katika mitandao ya kijamii utapata mambo mbalimbali ambayo ameendelea kuwa akiyafundisha na elimu ya kujenga na kugeuza ambayo ameendelea kuiachiria. Basi na kwa sasa tuwe na uh, mambo ya msingi hatua nne za kusaidia kutoka kwenye maumivu ya na majeraha ya moyo. Kuna maumivu watu wanapitia katika maisha ambayo yanawaumiza sana kihisia, na wengine wamekosa tumaini na afya zao zinadhorota. Pamoja na yote, unaweza kupona na kuwa salama. Unaweza ukaona na mambo kama haya, vyanzo vya maumivu ya kihisia, kwanza Vyanzo vya maumivu ya kihisia, cha kwanza ni mateso utotoni. Kuna watu walipokuwa e, walipokuwa wanakuwa, walikuwa wakiteswa, hivyo wamekuwa na picha za maumivu na hisia zao. Uh, wanapozidi kukua, wanagundua hawako salama. Wengine ni walioshuhudia ukatili mbele ya macho yao, hivyo zile picha za matukio bado haziondoki vichwani mwao. Kwa haya yote ni moja ya uh, inaweza kawa sababu ya maumivu ya kihisia. Kwanza, eh, kuona eh, unapokuwa unakuwa una au kiwa mdogo ulikuwa unateswa unanyanyaswa, unatumikishwa, unaonewa ulipokuwa mdogo, unakuta hayo matukio yamekuathiri sana hata namna yako unapokuwa unaendelea kukua na kuwa mtu mzima. Lakini jambo lingine tunaona, wengine hawa ni watu ambao walishuhudia, waliona matukio ya kikati mbele ya macho yao, labda ameona kiwa mdogo Unaona mtu anachomwa kisu, umeona mtu anauliwa vibaya, kwa haya yote au anagongwa na gong, gari, anakuta anaendelea kukuumiza hisia zako na hayatoki katika hisia. Na jambo la pili ni kunyanyaswa kijinsia, wengine walitendewa na watu wa karibu au watu back, lakini bado hali hii imeharibu namna yao ya maisha. Nakuta eh, pengine uliumizwa kihisia, ulinajisiwa, pengine ulibakwa. Uh, ulitendewa jambo baya na mtu wa karibu alikuingilia kimwili ukiwa bado mdogo. Na kwa jambo hilo unakuta una uchungu naye una, una, una hasira una una kisasi naye unayasikia vibaya, una namna yako ya kufanya maamuzi unakuta imeharibika, kwa sababu ulifanyiwa ukatili ukiwa mtoto mdogo, au ulikuzwa um, um, ulikatwa kidole ukifanya vitu kama hivyo, unakuta bado moyoni mwako una kinyongo na una uchungu. Na jambo ambalo litakusaidia kupona maumivu ya kihisia basi endelea kuambatana na mimi katika video hii ambayo nitakuwa ninaelezea mambo kadhaa kwa ufupi tu, lakini kwenye kitabu cha Brother John anauka hiki, namna ya kupona maumivu ya kihisia basi ameeleza kwa kina jinsi ya kupona maumivu ya kihisia naeza ukawasiliana naye ukapata msaada wa kupata kitabu hiki, ili uendelee kujiongezea maarifa. Jambo la tatu ambalo ni chanzo cha maumivu ya kihisia basi ni mahusiano yaliyovunjika, hasa wanawake wanapoumizwa na watu waliowapenda kwa moyo wote inawaumiza sana. Uh, unakuta sema, uh, mwanamke mpenda mtu ingine, ndo mtu wako wa kwanza kumpenda, lakini mahusiano yanapokwenda kuvunjika inaumiza sana moyo. Nikuta wamesikia kuumia sana sana sana. Kwa hivyo hakikisha unatafuta msaada wa kupona hayo majeraha au maumivu au donda vya moyo. Namba nne, chanzo cha maumivu ni kukataliwa na baba au mama. Nakuta wengi wanapokumbuka hii inawaumiza kiasi cha kwamba wengine na hushindwa kuwa na mahusiano mema na wanaume au wanawake, uh, au wanawake au kutojithamini kabisa. Yani napotokea watu ambao walitarajia wakupende, watu ambao walitarajia wakuthamini wali lakini walikukataa. Baba alikukataa au mama alikukataa, unakuta hali yako ya kujiamini inapungua, hali yako ya kujiamini pengine inaondoka kabisa kwa sababu yule uliyemtarajia akuthamini basi hafanyi hivyo. Jambo lingine ambalo linasababisha maumivu ya kihisia basi ni makosa yako mwenyewe. Kuna waliowahi kutoa mimba au kutupa watoto, wanapokumbuka matukio ya namna hii e, inafanya amani yao ipotee kabisa. Kuna wanawake e, wamesi, wamesingizia waume zao watoto hivyo kila wakiwa na watoto hawafurahii, na hiyo uh, na huyo baba wanaumia sana. Hata wanaume waliozaa na wa, uh, wanawake wengi au wanawake wengine nje na wake zao, hawa hawajui, na pengine wana, wap, uh, wanawapenda sana, nao inawasababishia maumivu. kwanakuta mtu alitoa mimba kila anapokumbuka naona ile hatia ya kuwa yeye ni muuaji, anajisikia vibaya sana. Au mwingine ndo kama hivi, mwanamke amepata mimba si ya mume wake, na amemsingizia mtoto mumewe. Kwa kumsingizia mtoto mumewe, basi anajikuta anakosa amani ya moyo, anakuwa hana utulivu, basi moyo wake unakuwa hapati utulivu, na kwa jambo hili anajikuta sasa anajisikia vibaya, na nyingine hii ni kuwa wanawake uh, wale ambao uh, wanaume ambao pia wamezaa nje ya ndoa zao au wamepata watoto na wanawake wengine nje na wake zao, na wake zao hawajui, huwa pia wanajisikia maumivu tawala, wanakuwa na maumivu moyoni. Lakini sasa ufanye nini baada ya kupitia maumivu, maumivu ufanye nini baada ya kupitia maumivu? Sasa hili ndio jambo la msingi kweli, ume pata changamoto kweli, ulifanyiwa vibaya kweli, umeingia katika matatizo, umekosea. Sasa ufanye nini? Maamuzi yako baada ya kupitia maamuzi, eh, maumivu yanaweza kuamua uvuke au bakie hapo kwa muda mrefu. Hatua za kupona, ya kwanza, heshimu maumivu yako, hana your pain. Kosa kubwa ukiwa kwenye maumivu ni kukataa kuwa una E, umeshambuliwa na maumivu. Kufanya hivyo ni sawa na mbuni anayejificha kichwa chake ardhini, anaamini hakuna anayemwona kwa sababu yeye, e, hakuna anayemwona. Kwa hii ni jambo ambalo unapaswa kulitathmini na kulitafakari kwa kina. Lazima ukubali maumivu, lazima ukubali kwa kweli umeumia kweli, unaumia kweli, umefanya, lakini ukikataa kuwa unaumia haimaanishi maumivu yanaondoka. Maumivu yanaendelea kubaki hata kama wengine hawajui unaumia kwa ajili ya nini, lakini maumivu yanakuwa yapo. Ukiyakubali maumivu yako inakusaidia kupita kwenye mlango wa kujutia. Kwa ina, ukiyakubali tu unajikuta unapita kwenye mlango wa kujutia, out of grief, na kwa kuanza kutafuta suluhisho bila hii utafanya tatizo liendelee, kwa sababu yakubali maumivu, naumia, lakini unasema huumii, unajikaza unajikaza kisabuni yani unaisha, lakini bado unatoa povu, unaendelea kujikaza unaendelea kujikakamaza unajikuta e. Kwa kufanya hivyo, unaendelea kuumia na maumivu yanaendelea kukaa. Kwa jambo la kwanza, ili upone na utoke kwenye hao maumivu, hana your pain, heshimu e, maumivu yako, ili uweze kwanza kuyatafutia namna ya kutoka, kwa utafuta chanzo. Andika ukiwa peke yako chanzo cha maumivu yako ni nini? Yatambue ya maumivu yako kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo makaa, unaanza kuyaandika, pengine hata mahali ukiwa peke yako tu, andika kitu fulani fulani kinaniumiza, kitu fulani fulani nakijutia, kitu fulani fulani kili kinanikosesha amani. Kufanya hivyo inakusaidia kuwa uh, unaanza kutafuta sasa suluhu au tiba ya changamoto yako. Jambo la pili ni funguka kwa wengine. Reach out. Reach out. Uh, sio kwa kila mtu. unaweza ukapata watu au mtu ambaye unamwamini basi unaweza ukazungumza naye, walau kwa kuzungumza naye tayari kuna mzigo unautoa katika moyo wako. Mwanzo unaweza kaa peke yako kutathmini chanzo, lakini baada ya hapo tafuta msaada kwa watu wana eh, unaowaamini zaidi. Unakuta kuna watu nawaamini, kuna watu mna mahusiano ya kina ambao unaweza ukazungumza nao, ambao eh, si shaka hata ukisema nao si mbaya, unaweza ukapata hii kitu na ukajikuta umekuwa uko salama. Lakini jambo lingine hapa, huhitaji kupata mtu atakayekupa majibu, lakini unahitaji sikio la faraja. Hiyo of comfort hapo, nahitaji tu sikio la faraja, ahitaji mtu hata akupe majibu, lakini ile kusema tu ni tiba, ni tiba ambapo ile sikio la faraja tanapokusikiliza, kaweza ukazungumza naye, ajisikia vibaya, ukalia, lakini akakupa sikio la kukusikiliza, itakusaidia kuendelea pona na kuanza kuingiza uponyaji mahali ambapo palijeruhika. Hapa cha muhimu ni kufungua moyo, kuelezea kinachokusibu. Inaweza kuwa kwa mzazi, mlezi, rafiki, kiongozi wa kiroho na kadhalika. Swali kubwa huwa e, atanionaje? Itakuwaje akijua? Jiulize, je, nibakiwe na maumivu haya maisha yangu yote, ama nizungumze hata kama itahatarisha wanavyoniona? Na mara wana nyingi unaweza ukadhani watu wengi watu ukadhani wengine ni watakatifu ni bora kuliko wewe, lakini kumbe wa wamepitia mambo magumu na makubwa kuliko yako. Hapo utakapoanza kufunguka, utakapozungumza nao, utashangaa namna ambavyo inaweza kweli katarisha namna unavyokuona, lakini kukaa na maumivu ni hatari zaidi, kwa ni bora ukafunguka, ukazungumza, na kwa kufanya hivyo itakusaidia hata wewe mwenyewe kuwa na uimara tena. Na kuwa bora tena. Lakini jambo lingine, jifunze namba tatu. Sasa baada ya kufungu, kufunguka au kusema tumemtafuta mtu, umemwambia amekusikiliza, lakini jambo la kwanza ume analyze, umechambua, umeweza kuonyesha tatizo lako. Jambo la pili, ukafikia mtu ambaye unamwamini au watu kadhaa ambao unaamini, ukazungumza nao, unakuta. Jambo la tatu, unapaswa kujifunza kutoka kwenye maumivu yako. Jifunze kutoka kwenye maumivu yako. Baada ya kujifunza hapo, sasa kuna wakati wa kupita kati, unapita katika, una katika maumivu Learn from your pain unaji- unapita una, una wakati wa kupitia kujifunza kwenye maumivu na kugundua uh, kusudi lako. Wakati mwingine unapopita kwenye maumivu ndipo napogundua kusudi lako. Kuna watu wasingekuumiza kipindi hicho wangekuumiza sasa Hakuna maumivu uliyoyapitia ambayo hayana mafunzo ndani yake. Kwa hiyo fungua maganda, angalia ndani, jifunze kutoka kwenye maumivu yako. Watu ambao uh, wangekuumiza leo kama hawasingekuumiza miaka hiyo iliyopita. Kwa hivyo uh, mshukuru Mungu tu kwa hapo ulipopita, lakini jifunze kutoka kwenye maumivu, na unapaswa kuwa makini baada ya kuumia kuweka mkakati wa kutokuumia kwa mambo yale yale uh, ni mjinga peke yake ambaye anaumia tena kwa anaumia pale pale anajikoa pale pale alipojikoa jana. Hivyo unapaswa kuwa makini na usiumizwe tena na mambo ya namna ile ile. Na jambo la nne ambalo ni la msingi sana katika kupona katika kupona maumivu basi ni hili, fungua ukurasa mpya baada ya kupona, hata mafunzo katika maumivu, fungua ukurasa mpya, amua kusam, kusamehe kwa dhati na kujisamehe, huku ukifungua ukurasa mpya. Songa mbele, kubali kusonga mbele, fungua ukurasa mpya, open new chapter of your life. Unaweza ukaanza upya. Eh, makosa yapo, lakini unapogundua ulikosea bado kuna nafasi ya pili, bado kuna nafasi ya kuweza kuanza upya, bado kuna nafasi unaweza ukafungua ukurasa uh, mpya wa maisha yako. Maisha siku zote hayatambuliki kwa historia. Watu wengine waliokuwa wabaya kesho walibadilika, walikuwa watu wazuri. Watu ambao waliwahi kukosea kesho wakajikosoa na wakawa watu bora. Hivyo usikate tamaa, fungua ukurasa mpya, anza upya, kubali uanze upya bila kujali ukubwa wa maumivu uliopitia. Unaweza kuwa na maisha mazuri tena una fursa ya kufungua kurasa mpya ili kutimiza ndoto zako baada ya maumivu. Kwa hii ni jambo la msingi ambalo unapaswa kulizingatia sana, kwa hata baada ya maumivu hayo, unayoyapitia au hayo uliyoyapitia, basi bado tena unaweza ukaanza upya, unaweza ukaanza upya. Mimi ni kutakie tafakari njema na kwa ufupi tumejifunza kumeona vyanzo vya maumivu ambayo tumeona vyanzo vya maumivu. Inaweza kuwa ni mateso ya utotoni, inaweza kuwa ni kunyanyaswa kijinsia au kufanyiwa ukatili. Tumeona jambo lingine, inaweza ikawa ni mahusiano yaliyovunjika ama usaliti. Tunaweza tukasema tena jambo lingine, kukataliwa na watu ambao wa, uliwategemea kama baba mama. Lakini tumeona jambo lingine ya kwamba ni makosa yako mwenyewe unaweza pia kusababishia maumivu na ufanye nini baada ya kupata kujikuta unapitia maumivu basi, heshimu maumivu yako, your pain. Kaa chini, tathmini, andika maumivu ulio ulionayo, then yakubali maumivu. Ukiyakubali okay, hapo au kwenye ku, hapo kuyaheshimu, basi unayakubali. Ya pili, unafunguka, una reach out, unatafuta mtu au watu ambao unaowaamini, unaweza ukazungumza nao ukajiweka wazi na baada ya hapo, unaenda jambo la tatu, najifunza kutoka kwenye maumivu yako. Baada ya kujifunza kutoka kwenye maumivu yako unakwenda kwenye namba nne, unafungua ukurasa mpya wa maisha yako, na kumbuka kabisa hakuna ambaye hakosei. Kwa kufanya hivyo, utajikuta mambo yako yanajengeka kwa upya na hali yako inakuwa mpya tena. Basi karibu tena hapa katika eh, channel yetu pendwa Vitabu na Uchambuzi, kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa mapya mbalimbali kutoka kwenye vitabu. Subscribe channel yetu na endelea kutufuatilia, na marike rafiki yako, comment hapo chini kama kuna kitabu ungependa tukichambue, kama kuna namna ambayo umejifunza chochote, tukutane hapo chini kwenye comment. Tutakuwa tuna furaha sana kusikia kutoka kwako. bye bye. Mchambuzi wako ni mimi Japhet Katana asante.